Jambo la mwisho, sababu ni nyingi. awe kubarikiwa mwenye kutaka kubarikiwa katika maisha yake, basi awe tayari, awe na uhusiano na kitabu cha Allah, Qur'ani tukufu. Kwa nini nasema Qur'ani yaleta baraka katika maisha yako? Nimewatajia aya na nitawatajia hadithi. Aya, Mwenyezi Mungu amesema ni kitabu kilichokuwa na baraka tele

watarkuha hasra, anayeachana na suratu lbaqara atajuta. Atajuta anayeachana na suratu lbaqara. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya mambo yanayokupata, lau ungesoma suratu lbaqara, Mwenyezimungu angejalia ni kinga na ni hijab, haikufikii lakini, kwa sababu umeacha suratu lbaqara, Mwenyezi mungu mitihani anakupata kwa sababu hii suratu lbaqara ina baraka na inakuwa ni kinga, na Allah anakuhifadhi kupitia hii sura. Watarkuha hasra, na ukiacha utajuta. Sasa katika aina ya majuto ambayo itamfikia mtu twapata faida katika maneno ya mtume jumla ya tatu, akhdhaha baraka, watarkuha hasra, wala tastatiuha lbatala. Na hawa wenye kufanya uchawi na sihri na kuroga na nini hawawezi kupenya mahali ambapo bakara ipo, asema rasul sasala, hawawezi kupenya, hawawezi, hawasubutu they can never kumaanisha. Kuna baadhi ya watu wamepatikana na sihiri na balaa, lau wangesoma baka, haya hayangewapakia wala kuwapata. Hasa wewe, wataka kubarikiwa katika maisha yako, shikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu.